Siku iliyofuata ilikuwa ya kimya cha kutisha. Baba alikaa chumbani kwake siku nzima bila kutoka wala kula. Mama hakuthubutu kumkaribia. Mimi, dada zangu na kaka yangu tulikuwa tumekaa nje ya nyumba tukijaribu kuelewa nini kinaendelea, lakini hakuna aliyekuwa na jibu. Mida ya jioni, mama alinipa jukumu la kumpelekea baba chakula. Nilipoingia chumbani kwake, sikuamini macho yangu. Baba alikuwa ameketi sakafuni. Mbele yake kuna bakuli lenye maji mekundu, kana kwamba amechanganya majani fulani na damu. Kisu cha familia kilikuwa kikipumzika juu ya kitambaa cheusi. Aliniangalia na kusema kwa utulivu usio wa kawaida, umefika wakati ujue, wewe ndo utaikomesha hii laana. Nilitetemeka, baba, laana gani? Akanisogelea karibu, kwa mara ya kwanza maishani mwangu niliona macho ya mtu aliyefanya jambo baya ambalo halimsumbui tena bali linamfuata amani. Miaka kabla hujazaliwa, nilikuwa kijana mjinga niliyejiona jasiri kupita kiasi. Nilijiingiza kwenye kundi la watu walioshughulika na uchawi, mizuka. Sikutaka kuwa mchawi, nilitaka mali tu. Wakanipa masharti, mmojawapo ilikuwa kutoa sadaka ya damu kwa ajili ya utajiri. Aliniangalia na kusema kwa utulivu usio wa kawaida Umefika wakati ujue, wewe ndo utaikomesha hii laana. Nilitetemeka. Baba, laana gani? Akanisogelea karibu. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu, niliona macho ya mtu aliyefanya jambo baya ambalo halimsumbui tena, bali linamfuata amani. Miaka kabla hujazaliwa, nilikuwa kijana mjinga niliyejiona jasiri kupita kiasi. Nilijiingiza kwenye kundi la watu walioshughulika na uchawi mizuka. Sikutaka kuwa mchawi, nilitaka mali tu. Wakanipa masharti, mojawapo ilikuwa kutoa sadaka ya damu kwa ajili ya utajiri. Nilihisi damu ikinikimbia mwilini. Sadaka ya nani baba? Akapiga mkono sakafuni kwa hasira. Nilikata kisu hiki, nikatenda dhambi kubwa, lakini nilihujumu makubaliano yao. Nilitoroka kabla hawajachukua kile walichotaka, na tangu siku ile kila usiku wa nane wa mwezi kisu hutaka kurudi nyumbani. Alinipa macho ya huzuni. Mama yenu anajua, ndiyo maana anahofia wewe zaidi ya watoto wengine, maana wewe umezaliwa katika siku ambayo makubaliano yalipaswa kutimizwa, siku ambayo nilikataa. Nilisikia miguu ikitetemeka. Hivyo kisu kinarudi? Kwa nini kinarudi? kuchukua deni, na deni ni mimi. Lakini kwa miaka yote nimekuwa nikikwepa, nikijificha, nikitumia maneno fulani kuwazuia. Lakini sasa nguvu zao zimeongezeka. Ndio maana usiku uliopita kisu kilitembea chenyewe. Alinyanyuka ghafla na kunishika mabega. Amani, nataka uondoke nyumbani jioni hii. Hawawezi kukufuata ukivuka mto mkavu wa Mitaluni. Kiapo chao hakifiki upande wa pili. Lakini kabla sijasema neno, tukasikia kelele nje, mama akipiga ukemi. Mrope, Mrope, kisu kimerudi tena! Hiki sasa kinaingia chumbani kwa watoto. Tulitoka mbio. Tulipofika chumbani kwetu, tulilikuta kisu kimesimama juu ya meza, kimelala juu ya toy ya mdogo wangu. Dirisha lilikuwa wazi, upepo mkali ukivuma kana kwamba mtu au kitu kimeingia ndani. Baba alikichukua kwa hasira. Lakini mara tu alikishika, kiliwaka moto mkononi mwake akakidondosha. Ah, wanataka kuja kwa nguvu sasa. Mama akapiga magoti chini na kulia. Hatutakimbia tena. Mrope, useme ukweli wote. Nani aliyeuliwa? Nani anayetafuta kisasi? Kimya kikakamata nyumba. Baba akasema kwa sauti ya chini sana. Sio mtu mzima, ni mtoto. Mtoto wa miaka saba, na sasa roho yake haijapumzika kwa sababu ya mimi. Mama alipiga kelele kubwa sana, dada zangu wakazimia, na mimi nilihisi kama dunia imenizunguka. Kisu kikaanza kutikisika, kikijipanga kuelekea sebuleni, kama kinataka kutoka nje kwenda kumuita mtu. Baba akasema, hawawezi kusubiri tena. Usiku wa kesho ndio mwisho, ama mimi natoa deni la damu au wanakuja kuchukua mmoja wetu. Na hapo nikaelewa, usiku ujao ungekuwa wa mwisho kwa familia yetu mmoja wapo. Na hapo ndipo niligundua kisu kile hakikuwa cha kawaida hata kidogo, lakini kilichotokea muda mfupi baadaye ndicho kilichonifanya nitambue kwamba familia yetu imeanza kupasuka taratibu, na mimi ndio nilikuwa nimebeba siri nzito kuliko wote. Sehemu ya pili ndio itakuonyesha kilichojificha usiku ule, hivyo endelea kusikiliza, maana mambo sasa yanageuka kwa makubwa zaidi. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe, ili usipoteze mwendelezo wa hadithi hii nzito. Tukutane kwenye sehemu ya pili, ndipo ukweli unaanza kuonekana.